Bilionea alimtazama mtoto akimtunza mama mjamzito mgonjwa kando ya barabara kile mtoto alichofanya kilishangaza kila mtu. Asubuhi ya baridi ilitanda barabara ya Ngong Road. magari yakipita taratibu huku watu wakikimbilia kazi zao. Bilionea Moses Karanja mfanyabiashara anayeheshimika Nairobi kwa uwekezaji wake wa Real Estate, bima na huduma za benki, alisimamisha gari lake kwa mbali. Macho yake yalivutwa na picha isiyo ya kawaida mtoto mdogo Amani akimstiri mama yake mjamzito Zawadi, aliyekuwa dhaifu, ameketi chini ya mti mdogo wa mvule. Amani alimfunika mama yake kwa shuka lililochakaa, akamnywesha maji kwa chupa ndogo aliyobana kwa uangalifu. Alizungumza naye kwa sauti ya upole, kana kwamba alikuwa mzazi. Mama, pumua polepole, nitapata pole, msaada, alisema. Wapita njia walipita, wengine wakitazama kwa haraka, wengine wakigeuza macho. Hakuna aliyesimama. Moses alishuka, lakini hakukaribia mara moja. Alitaka kuelewa. Kwenye uso wa mtoto kulikuwa na ujasiri wa ajabu, si wa kawaida kwa umri wake. Zawadi alitetemeka, akijaribu tabasamu la shukrani kwa kila mtu aliyepita. Hakusema chochote. Amani alisimama, akaweka mkono kifuani, kana kwamba anaomba dua. Ndani ya moyo wa Moses kitu kiliguswa alikumbuka safari yake ya maisha kutoka umaskini hadi uwekezaji wa muda mrefu na mpango wa kustaafu aliyoujenga kwa nidhamu. Lakini hapa mbele yake kulikuwa na hadithi ambayo haijaanza kuandikwa, na hakujua bado kuwa ndiyo ingejaribu maamuzi yake yote. Moses alitembea hatua chache karibu, akasikia sauti ya amani ikisema, mama, daktari alisema tupumzike hapa kidogo. Zawadi alitikisa kichwa, macho yake yakionyesha maumivu yaliyofichwa. Usiogope mwanangu, alisema kwa sauti dhaifu, tutafika. Moses alijitambulisha kwa heshima, samahani, naitwa Moses, mnahitaji msaada? Amani alimwangalia kwa tahadhari, kama mtu aliyefundishwa kuto kumwamini yoyote haraka. Mama anaumwa, alisema, tulitoka Kibera, tunajaribu kufika hospitali ya Mbagathi. Moses aliona mkoba mdogo wa plastiki, ndani yake kulikuwa na karatasi chache za kliniki. hakukuwa na pesa hakukuwa na simu kulikuwa tu na imani watu wawili waliosimama karibu walinong'ona hawa ni wa kawaida barabarani moses hakujibu aliwapigia simu dereva wake akamwomba alete gari karibu nitawapeleka hospitali alisema amani alitikisa kichwa macho yake yakijaa ya shukrani lakini zawadi alijaribu kukataa usijisumbue bwana alisema moses alitabasamu kwa upole huduma ya afya ni haki alisema, akifikiria miradi yake ya uwekezaji wa kijamii na usalama wa familia. Walipopanda gari, Amani alishikilia mkono wa mama yake kwa nguvu. Moses alitazama kupitia kioo akihisi uzito wa jambo alilolianza. Alijua hii haikuwa safari ya kawaida, ilikuwa mwanzo wa simulizi ambalo lingejaribu mioyo mingi. Gari liliposonga kuelekea Mbagathi, mvua nyepesi ilianza kunyesha. Ndani kulikuwa kimya zito. Amani alihesabu pumzi za mama yake kama vile alivyofundishwa na muuguzi wa kliniki ya mtaa. Moses alitazama karatasi zile, akiona majina, tarehe na muhuri uliopauka. baba yako yuko wapi? Moses aliuliza kwa tahadhari. Amani alitazama chini. zawadi alijibu, aliondoka zamani, tumejifunza kujitegemea. hakukuwa na lawama, kulikuwa na kukubali. Walipofika hospitali wanusi walimchukua zawadi haraka Moses alishughulika usajili, akalipa ada bila kuuliza maswali. Alifikiria kuhusu bima ya afya, jinsi watu wengi hawapati. Amani aliketi nje, mikono yake ikitetemeka. Moses alikaa karibu naye. umefanya vyema, alimwambia baada ya muda. Daktari alitoka, atakuwa sawa, lakini anahitaji uangalizi. Moses alihisi pumzi ikirudi, lakini hakujua bado kuwa hii ilikuwa hatua ya kwanza tu. Amani alitabasamu kwa mara ya kwanza, macho yake yaking'aa. Moses aliona kitu kingine, barua ndogo iliyoanguka kutoka kwenye mkoba wa zawadi. Aliinua bila kuifungua. Ilikuwa imeandikwa Machakos. Aliihifadhi kimya kimya. Alijua kuna siri, lakini hakuwa tayari kuichunguza, si bado. Jioni ilipokaribia, Moses alipokea simu nyingi: mikopo, mikataba, uwekezaji wa mali. Aliizima simu alibaki hospitalini. Amani alimwambia hadithi za shule yake ya Kayole, jinsi alivyopenda kusoma. Alisema, nataka kuwa daktari. Moses alitabasamu, ndoto nzuri. Zawadi alipozinduka alimshukuru Moses kwa machozi, umetuokoa. Moses alitikisa kichwa, hapana, ujasiri wa mtoto wako umetufundisha sisi wote. Muuguzi alieleza gharama za matibabu ya muda mrefu. Moses alisikia neno malipo ya awamu Mpango wa kifedha. Alikubali kusaidia kwa sasa, lakini alijua hakuja kwa bahati. Kitu kilikuwa kinamvuta. Amani alimuuliza, kwa nini umetusaidia? Moses alijibu, kwa sababu watu wanapaswa kusaidiana, lakini moyoni alihisi kuna sababu nyingine, hisia ya kuunganisha ya hatima. Usiku ulipoingia, Moses alitoka nje ya hospitali akaangalia taa za jiji aliwaza kuhusu maisha, usalama wa baadaye na maana ya urithi. Hakujua bado kuwa barua ile ya Machakos ingebadilisha kila kitu. Hakujua kuwa siri ya zawadi ingeweka mstari kati ya jana na kesho. Asubuhi iliyofuata, Moses alirudi na matunda na uji. Amani alifurahi, zawadi alionekana mwenye nguvu kidogo. Moses aliuliza kwa upole kuhusu Machakos. Zawadi alitulia, akavuta pumzi. sio sasa, alisema, bado. Moses aliheshimu kimya hicho. Alizungumza na mfanyakazi wa kijamii kuhusu mpango wa msaada, elimu na uhakika wa familia. Amani alisikiliza, macho yake yakijaa ya matumaini, lakini kulikuwa na kivuli, kivuli cha siri kinachosubiri. Daktari alitoa taarifa njema, zawadi ataendelea vizuri, lakini aliongeza, mstongo wa mawazo ni hatari. Moses alielewa, aliamua kuwato kusukuma Walipotoka hospitali, Moses alipendekeza wawapumzishe kwa muda. Zawadi alisita kisha akakubali. Gari lilielekea Westlands, lakini safari ya kweli ilikuwa moyoni. Amani alishikilia mkono wa Moses. Alisema, "Asante." Moses alitabasamu. Hakujua bado kuwa uamuzi huu ungefungua mlango wa ukweli mkubwa, ule ambao ungejaribu uaminifu, upendo na maana ya familia. Wiki kadhaa zilipita. Moses alirudi hospitali mara kwa mara akisaidia Amani na Zawadi. Lakini jambo lililowachanganya wote lilitokea siku moja. Alipokuwa akiangalia barua ndogo kutoka Machakos, aligundua majina ya familia ya Zawadi na nyaraka za mali. Palikuwa na kipeo cha hila. Zawadi na Amani walikuwa wakikimbia familia yenye nguvu na mali nyingi, familia iliyokuwa ikilenga mali yao. Moses alikusudia kulinda, lakini alihisi moyo wake unavunjika. Alijua huu ulikuwa wakati wa kuamsha uaminifu wa kweli. Amani alimuuliza Moses, bwana Moses, tutarudi? Moses alijibu kwa upole, hapana, tutahakikisha uko salama. Alijua kuwa amekuwa zaidi ya msaidizi wa kifedha, amekuwa walinzi wa familia, mtu wa kuaminika. Zawadi alijaribu kukata tamaa, lakini Moses aliamua kuwa mguzo ya nguvu yao. Kulikuwa na hofu, lakini pia matumaini. Moses aliamua kuchukua hatua. Alipanga safari kwenda Machakos bila kuzungusha. Alijua kuwa lazima aongee na wazee wa familia ya Zawadi. Alipowasili alikuta wageni wakimlenga amani na mama yake. Moses alitabasamu akijua kuwa hofu na hila zitaanguliwa kwa upendo na busara. Alizungumza kwa sauti ya heshima, sina shaka kwamba kulikuwa na migogoro, lakini familia hii inahitaji upendo, sio vita. Wazee walishangaa. Moses alionyesha karatasi, nyaraka na hali ya mama mjamzito. Alisema, hapa kuna mtu anayeutaka maisha bora, sio mali yanu. Hii ilibadilisha kila kitu. Amani alikumbatia Moses, macho yake yakiwa na furaha ya kweli. Zawadi alijua sasa kuwa hatimaye, hatima yao imebadilika. Hakukuwa na hofu tena. Moses aliona familia hii ndogo kama urithi wake wa kweli, sio mali, si miradi bali maisha yaliyopandishwa kwa uangalifu upendo na heshima. Kila mtu alijua kwamba hii hadithi haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ya kibinafsi, yenye hisia na yenye mafunzo ya maisha. Mnamo jioni ya mwisho, Moses, Zawadi na Amani walikusanyika kando ya barabara ya Ngong, mahali ambapo kila kitu kilianza. Amani alikimbia akamkimbilia Moses, akamshika mkono. asante kwa kila kitu, alisema. Moses alitabasamu, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Zawadi aliketi kando, akitabasamu kwa dhati. Umetufundisha maana ya familia, alisema. Moses alijua kuwa hatimaye hatima yao imebadilika. Hakukuwa na hofu tena. Moses aliona familia hii ndogo kama urithi wake wa kweli, sio mali, si miradi, bali maisha yaliyopandishwa kwa uangalifu, upendo na heshima. Kila mtu alijua kwamba hii hadithi haikuwa ya kawaida, ilikuwa ya kibinafsi, yenye hisia na yenye mafunzo ya maisha. Mnamo jioni ya mwisho, Moses, Zawadi na Amani walikusanyika kando ya barabara ya Ngong, mahali ambapo kila kitu kilianza. Amani alikimbia akamkimbilia Moses, akamshika mkono. Asante kwa kila kitu, alisema. Moses alitabasamu, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Zawadi aliketi kando, akitabasamu kwa dhati. Umetufundisha maana ya familia, alisema. Moses alijua kuwa hatimaye hatima yao imebadilika. Hakukuwa na hofu tena. Moses aliona familia hii ndogo kama urithi wake wa kweli, sio mali, si miradi, bali maisha yaliyopandishwa kwa uangalifu, upendo na heshima. Kila mtu alijua kwamba hii hadithi haikuwa ya kawaida, ilikuwa ya kibinafsi, yenye hisia na yenye mafunzo ya maisha. Mnamo jioni ya mwisho, Moses, Zawadi na Amani walikusanyika kando ya barabara ya Ngong, mahali ambapo kila kitu kilianza. Amani alikimbia akamkimbilia Moses, akamshika mkono. Asante kwa kila kitu, alisema Moses. Alitabasamu macho yake yakijaa ya machozi ya furaha. Zawadi aliketi kando akitabasamu kwa dhati. Umetufundisha maana ya familia, alisema Moses. Alijua kuwa hatimaye hatima yao imebadilika, hakukuwa na hofu tena. Moses aliona familia hii ndogo kama urithi wake wa kweli, sio mali, si miradi, bali maisha yaliyopandishwa kwa uangalifu, upendo na heshima. Kila mtu alijua kwamba hii hadithi haikuwa ya kawaida. Ilikuwa ya kibinafsi, yenye hisia na yenye mafunzo ya maisha.